Fedha bilioni 152 zilishalipwa kati ya bilioni 718. Tumeweza kuliendeleza na kulikamilisha daraja hili lenye umuhimu mkubwa kwa mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga, Kagera na Kigoma na kanda nyingine mbalimbali zinazounganisha nchi yetu, na hii ndiyo furaha na faraja yangu kubwa, na tunayo kila sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha katika hatua hii. Daraja hili limejengwa kwa lengo la kuunganisha barabara kuu ya Usagara na Sengerema katika Ziwa Victoria ambayo ni barabara muhimu katika ushoroba wa kiuchumi katika kanda ya Ziwa. Ndugu wananchi, nafurahi kuwa lengo limetimia. Tumeweza kutumia barabara hii leo kwenda upande wa pili na kurejea hapa kwa muda mfupi ni dakika chache. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.